Habari za jioni mchungaji. Habari za jioni ma. unawezaje kujua kama mwanamke anamsaliti mume wake? Uh, madam, hilo ni swali gumu. Unawezaje kujua kama mwanamke anamsaliti mume wake? Kwanza kabisa nataka kusema kwamba ukioa vibaya sana unachimba kaburi lako mwenyewe. Hilo ni jambo muhimu sana. Ukioa mwanamke anayekusaliti mara kwa mara basi kifo chako kiko karibu. Sasa tuna alama 15, dalili 15 muhimu za kumwonyesha mwanaume kwamba mwanamke anamchat. pointi 15. Lakini leo tutaanza kwanza na alama sita ambazo nitazielezea muda si mrefu. Dalili ya kwanza inayoonyesha wazi kwamba mwanamke anamchat mume wake ni kwamba huyo msichana anaanza kuwa huru Yaani huyo mwanamke anakuwa huru, hawezi kukupigia tena simu. Wakati zamani alikuwa anakupigia simu mchana kutwa mara mbili tatu, au hata tano kwa siku, sasa hakupigii tena, kimya kabisa. Anatafuta nafasi, anajiambia, ninahitaji nafasi, ninahitaji kupumua, nataka kuwa peke yangu. Hataki kukuona tena, mtu huyo hataki tena kuwa na wewe. Anaanza kufanya makosa yeye hata kukupa justifications. Nitatoka na marafiki, nataka kuwa huru, nahitaji kuwa huru mwenyewe. Kila wakati anataka kuwa huru, hataki kukupigia tena simu. Ukimuuliza anakasirika, anakuwa mkali, atakujibu vibaya. Huo ndiyo dalili ya kwanza inayoonyesha wazi kabisa kwamba msichana huyu anakusaliti yeye anataka kuwa huru, hakupigii tena simu, anataka kuwa na nafasi yake mwenyewe. Hiyo ndiyo dalili ya kwanza, lakini dalili ya pili ni ipi? Ni kwamba huyu msichana anaanza kukukosoa sana, anakuwa mbali na wewe. Zamani ulipomwambia mambo ya kuchekesha alifurahi sana, lakini sasa ukianza kuzungumza anakuwa mkosoaji sana. Kila kitu kinabadilika ghafla, inabadilika kabisa. Unapozungumza jambo hataki tena, anaanza hata kukulinganisha na wengine. Wakati fulani anataka kuwa peke yake. Unapozungumza jambo anasema, kila wakati anakuwa mkosoaji kwako. Unapaswa kugundua kwamba huyu sasa anakuwa si mwaminifu, ameanza kukudanganya. Hivyo basi, huo ndiyo ishara ya pili kidogo inayosema kwamba anakuwa mkosoaji zaidi mbele yako. Hataki kukukubali tena. Kila kitu unachosema hakubali, hivyo yeye represses yake. Kwa hiyo unakuwa wakuudhi kwake. Uwe na uhakika kabisa kwamba huyu ameanza kukuacha taratibu na kihisia aliwekezwa mahali pengine. Unapokuwa naye hatabasamu, anakuwa msichana mwenye hasira, uso wake umejaa ghadhabu. Lakini anapokuwa sehemu nyingine na marafiki wengine, anacheka kwa sauti kubwa. Na bila shaka, ukimuuliza maswali, anajibu kama roboti, maswali majibu, maswali bila hata chembe ya upole. Uwe na uhakika kabisa kwamba huyu ha, ameanza kukuacha na sasa si mwaminifu tena, anakudanganya. Dalili ya tatu ni kwamba kimwili na kihisia unahisi kuna mabadiliko. Anaanza kubadilika kabisa. Wakati zamani hakuwa anajipodoa, hakuwa anavaa hivi wala vile. Anabadilisha sura yake na mtindo wake wa mavazi. Ukiwa naye anavaa kawaida, lakini akitaka kutoka anaanza kubadilisha mwonekano wake, anajipodoa, akijiambia na kwenda kumwona mtu mwingine. Mwonekano wake wa kimwili unaanza kubadilika, unatakiwa uwe na uhakika, huyu ameanza kunisaliti. Kwa hiyo wasichana wengi kama hawa wanakuwa wasaliti, wanaanza kuchepuka, wanabadilisha muonekano wao bila sababu yoyote, anapotoka tu anabadilisha tabia yake. Anabadilisha hata mavazi yake kwa sababu ana uhakika kabisa kutakuwa na mtu mwingine. Unapokuwa naye kimwili na kihisia unahisi kuna mabadiliko. Anaanza kubadilika sana. Zamani hakuwa anajipodoa wala kuvaa hivi au vile, sasa anabadilisha mwonekano wake, anabadilisha pia mtindo wa mavazi. Ukiwa naye anavaa kawaida tu, lakini akitaka kutoka anaanza kubadilisha mwonekano wake anajipodoa kwa sababu anajiambia, nitakutana na mtu mwingine. Kwa hiyo muonekano wake wa nje unaanza kubadilika. Unatakiwa uwe na uhakika kabisa, huyu ameanza kunisaliti. Kwa hiyo wasichana wengi kama hawa wanakuwa wasaliti, wanaanza kuchat, wanabadilisha muonekano wao, wakati ukweli ni kwamba hakuna tukio lolote maalum yeye anatoka na anabadilisha tabia yake, anabadilisha hata mavazi, kwa sababu ana uhakika kabisa kwamba atakutana na mtu mwingine. Unapokuwa naye, hapana, habadilishi nguo, lakini anapokwenda sehemu nyingine na watu wengine anabadilika ili avutie na kuwavutia watu wengine. Hii ni ishara ya tatu ambayo inathibitisha kwamba mtu huyu anaanza kuwa mwaminifu, kwamba anakulaghai. Anajipamba sana akiwa nje, lakini akiwa nyumbani kwako hapana, hajali kabisa. Ishara ya nne, mama, kuthibitisha kabisa kwamba huyo ameanza kukudanganya ni kwamba simu yake inaanza kuwa siri kubwa. Anaficha simu yake. simu yake ikilia, anaruka moja kwa moja kuichukua, anaanza kuangalia simu yake. Kabla mlipokuwa pamoja, simu yake ilikuwa inabaki mahali popote, juu ya meza, chini ya kitanda, hapa na pale, lakini sasa kwa sababu ameanza kutazama nje, ameanza kukudanganya, anaanza kuilinda simu yake sana, na anapopokea simu ananong'ona ili usisikie Uwe na uhakika kabisa kwamba hmm, huyo ameanza kuondoka, na unaweza kumuuliza kwa nini hivyo. Na anapopokea ujumbe anaanza kutabasamu, na ukiuliza ni nani huyo, yeye ni rafiki, yeye ni rafiki. Na ukisema lakini ni rafiki gani huyo, anakuambia hapana, humjui au huwajui. Basi hayo ni dalili zinazothibitisha kabisa kwamba huyo ameanza kuondoka, anakudanganya. Kwa hiyo simu yake inakuwa kama siri ya serikali, anaanza kuilinda simu yake hivi, anaweka mfukoni na huku na kule na inapolia anaruka. Basi hizo ni dalili za awali kwamba huyo anakudanganya. Ishara ya tano ni kwamba anaanza kukushtaki kwa kumdanganya. Kwa hiyo ni yeye ndiye anayekudanganya, lakini anaanza kusema unatoka, na vyote hayo ni visingizio. Anapaswa kusema visingizio vyao ili kukuambia kwamba hapana, ni wewe umeanza kumdanganya, lakini ukweli ni kwamba ni yeye ndiye ameanza kukusaliti. Kwa hiyo mwanamke anapoanza kukusumbua kuhusu mtu fulani au mwingine, uwe na uhakika kabisa kwamba ni yeye ameanza kutazama nje, anakudanganya. Huyo ni mwasherati. Hii ni dalili ya kutosha kukuonyesha kwamba anakusaliti na dalili nyingine ya sita ni kwamba, zamani mlikuwa mnaongea kuhusu maisha ya baadaye, mlikuwa mnapanga mipango ya baadaye baada ya muda haongei kuhusu maisha ya baadaye. mnapaswa kupata watoto lakini haongelei, lazima uwe na hii, haongei kununua magari nyumba, haongelei. Ukimuuliza kuhusu mpango huo anasema hapana, naendelea kufikiria, tutaona, tutaona. Uwe na uhakika kabisa hmm, huyo tayari anaanza kuondoka, anakudanganya. Haya ni baadhi tu ya dalili kati ya kumi na tano ambazo nitazielezea zaidi. Dalili sita nitazifupisha kwa kusema. Dalili ya kwanza ni kwamba mwanamke anaanza kuwa huru, yaani anaanza kutafuta msaada kwingine. Nyingine ni kwamba simu yake inakuwa siri na anaanza kubadilisha mwonekano wake aonekane sehemu nyingine. Nyingine ni kwamba hamzungumzi tena kuhusu mipango yenu, au anaanza kusema kwamba ni wewe unayemchat. Hizo kwa kifupi ndizo dalili mbalimbali zinazoonyesha wazi kwamba huyo ameanza kukusaliti akawa mwaminifu. Hizi ni ishara dalili tisa zilizobaki nitazielezea wakati mwingine. Ubarikiwe, tutaonana wakati mwingine.